Bila kupoteza muda e, naona maono yake sasa yamefika. Lengo letu ni moja tu, kuwafikia wenye changamoto hao wenzetu, yani kama wewe unavyo mwenyezi Mungu, hata wanapenda pia wafanyiji wamfahamu mwenyezi Mungu. Ukiulizwa viziwi, walemavu, wenye changamoto ya wale alibino, wenye utindio wa ubongo, watu tunao wengi sana, lakini tunawaacha majumbani. Lakini ukiangalia huduma ya Yesu kuanzia kile kitabu cha Marko, Luka, Yohana, pote humo anaongelea jinsi alivyokuwa na wajali wahitaji, na dini iliyo safi na sahihi na mbele za Mungu ni ile inayojali nini? Jamani, wahitaji. Mwenzetu huyu ni kiziwi hasikii kabisa yaani, hata uweke spika pembeni pale ufungulie pote hasikii kabisa lakini, anampenda Mungu. Habari gani? kusingekuwa na huduma kama hii, maana yake angekuwa na puyanga na shetani kule. Lakini ye leo anafurahi, anaishi kule zuzu. Leo tumekutana tuikubaliana, tume, tufika pale kanisani saa mbili yeye tumemkuta na anaishi zuzu. Mnajua, ni kilomita nane kutoka kutoka Kowei pale, anampenda Mungu kwayo, kwa hiyo tuna watu jamii ya hawa wako wengi sana majumbani mwetu na bahati mbaya sana tunakuwa tunawaacha majumbani na hata wanaokuja tunawabeza, tunawatania, tunawaita kama machizi, lakini thamani ya damu hii, ni damu ya Yesu msalabani. Yesu alikuja kukopoa watu kama hawa, kwa hiyo lugha ya alama inasaidia mawasiliano ya kwa yeye na maisha yake ya hapa duniani, lakini ishu kubwa kwa ajili ya wokovu wake. Kama unavyopambana upate uzima wa milele hali kadhalika, mtu kama huyu naye anahitaji uzima wa milele tunashughulika na tisheti zetu zimeandikwa, uzima wa huduma wezeshi kwao. Tunashughulika na hawa watu wote hawa, iwe alibino, mlete kwa Yesu vilema viwete wenye utindi wa mgongo wengine tunawaita machisi wengine tunawaita mataila. Hawa wote ukimgusa umemgusa Yesu mwenyewe. Yesu alihangaika na hawa watu, na kila binadamu ameletwa duniani kwa makusudi na Mwenyezi Mungu. Sawa jamani, sisi tuna darasa pale, tunajifunza lugha ya alama, hao watoto kama hawa Sharon yuko wapi? kwan yuko nje. Watoto wanajifunza lugha ya alama na wameshajua, wanajua kuongea, wanajua kujitambulisha, wanajua kuimba, wanajua kufanyaje, wanawasiliana. Kwa hiyo akija kiziwi, watampokea watamkaribisha, pata jifunza neno la Mungu. Kwa hiyo, bwana, tumekutana.